Mionzi ya jua inapokuja duniani inapo, tunaona jua, tunasema limewaka. Jua linawaka daima, linapotokeza mashariki linaenda magharibi, machweo, mawio, mawio, machweo, lile ile mionzi ya jua inachujwa na hilo tabaka, na hilo blanketi. Hiyo mionzi ikija moja kwa moja bila bila kuchujwa bila hilo blanketi bila E, hiyo sehemu ya kule juu kabisa ambayo inaitwa tabaka ozoni itakuwa na uharibifu mkubwa kabisa. Sasa kwa hiyo hilo tabaka la ozoni blanketi, tulite blanketi hilo, blanketi linalochuja mionzi hatarishi ya jua, wazungu wanaita ultraviolet rays. Ultraviolet rays. Inapochujwa ndio imepunguka imepungu, inakuwa imepunguka ule uharibifu wake, ile zile zile zile athari zake kwa hiyo tabaka hilo li, e, kutokana na shughuli sasa za kibinadamu hapa chini, uzalishaji wa hewa ya ukaa kaboni kaboni dioksidi, methani na hewa nyingine hatarishi, gesi nyingine hatarishi zinaporudi juu kutoka huku chini, kwenye viwanda, kwenye magari, kwenye ardhi, zikirudi kule zina kuna kuna, kuna, kuna kitu kinachoitwa chemical reaction. Kwa hiyo ule mwingiliano wa hizo kemikali unafanya lile blanketi linakuwa na matobo. Kwa hiyo kama nimejifunga hivi linaanza sasa kuwa na mashimo. Kwa hiyo mionzi ya jua kama ita inaanza sasa kupenyeza direct moja kwa moja badala ya kuchujwa. Kwa hiyo haichujwi tena kama Mungu alivyoumba bali inaanza sasa kuingia jua mizima mizima. Kwa hiyo hilo tabaka linatoboka au linazidi kuharibika kutokana na uzalishaji wa hewa hatarishi hapa chini. Kule juu kuna blanketi chini ni kama neti, kitambaa cha neti. Huku chini kuna moto unawaka, kwa hiyo utatoboa hicho kitambaa. Kwa hiyo kinachoitwa tabaka la ozoni. Kwa hiyo kimsingi tabaka la ozoni ni, ni, ni, ni chujio, ni blanketi, ni kitu cha kuzuia, kuzuia na kuchuja mionzi hatarishi ya jua. Jua lina mionzi mikali sana, mionzi ambayo ina faida kwa mimea kwa ngozi za wanadamu kwa kwa, kwa shughuli zote mbalimbali mbali, kwa kilimo, lakini haipaswi kuja moja kwa moja bila bila mchujo bila mchujo. Kwa hiyo e, katika kipindi hiki basi niseme kwamba dunia ipo katika kipindi hatarishi sana kimazingira na hilo tabaka halikutoboka juzi au kuamkia jana, kwa miaka mia moja, mia moja hamsini iliyopita limekoki noti ikiongezeka iki iki nani, uzalishaji wa hewa hatarishi hapa chini kwenye tabaka la wanyama na biosphere bioanuai, tabaka la viumbe hai, tabaka la maji. Kwa hiyo zinaenda juu, na uharibifu wa mazingira ni ulaji ni, eh, uharibifu wa mazingira unasababishwa na ulaji usioendelevu, uzalishaji wa vitu vingi na visivyoendelevu na kasi ya uharibifu wa mazingira ni kubwa kuliko miaka mia moja iliyopita. Leo hii dunia inaharibiwa kwa kasi zaidi, tabaka hili linameguka na kume-na kumegwa kwa kasi zaidi kuliko miaka mia moja mia mbili iliyopita. Kwa hiyo hizi hewa hizi carbon dioxide, carbon monoxide hukaa katika anga na hata maji kwa zaidi ya miaka mia moja. sasa ulinzi wa matabaka hayo makuu manne ni muhimu, na hasa leo tuongelee hilo la juu ozoni ozoni ozoni tabaka la ozoni sasa sehemu ya kwanza mafanikio ya ripoti hii kadiri ya ripoti, uki- ukichanganua na kuisoma inaonyesha mafanikio yafuatayo. yako mafanikio ya kidunia kuna itifaki ya Kyoto itifaki za za, za kidunia za kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi mikutano kila mwaka inaendelea kuwepo eh na mwaka huu mwaka 2025 E, dunia imesherekea miaka 40 ya itifaki ya mazungumzo ya Vienna ya ku-ya ya kutunza ya kulinda tabaka la ozoni inaitwa Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Miaka 40 iliyopita, watu nchi zote zilikutana Vienna na kusema hili tabaka ni la kulinda na liwezi kujilinda lenyewe, kwa hiyo tuweke kanuni, misingi na mifumo ya kidunia, na kimata, ya, kidunia ya kimataifa na ya kitaifa ya kuzuia lisiendelee kuharibika. Pili, katika nchi mbalimbali pamoja na Afrika, nchi za Afrika Mashariki, Tanzania, kumekuwa kuna ongezeko la vuguvugu la utunzaji wa kulinda tabaka hili na kulinda mazingira. Kuna vuguvugu, wanahabari, wanazuoni, E, e, taasisi zisizokuwa za kiserikali NGOs, CBOs, taasisi za kidini kumekuwepo na na vuguvugu na, vugu vugu, na mwamko mkubwa kabisa hasa katika miaka 30 iliyopita, na hivi karibuni ongezeko hilo linaelekea kuwa kubwa. Mimi binafsi nimeanzisha taasisi inayoitwa Kilimanjaro Consortium for Development and Environment KCDE. Na ni taasisi inayotisha miti na miti ni mapafu ya dunia kwa ajili ya kuongeza sasa hewa njema hewa nzuri ya oksijeni, kuzuia uharibifu e, wa ile tabaka na kusababisha sasa matokeo chanya ya uzalishaji wa mvua na uzalishaji wa mazao na kuleta afya njema kwa wanadamu na mimea. Lakini pia, taasisi yangu imekuwa ikijikita sana katika kuhamasisha elimu elimu elimu elimu ya matumizi ya nishati safi, nishati bora, nishati ya ya, ya, ya, ya, ya, ya bio anuai, eh, bio gas wanaita, matumizi ya nishati ya jua, solar energy, nishati ya mawimbi ya mawimbi, wind energy na kadhalika. Sasa tusiangalie tu mafanikio yanayosemekana yamepatikana. Okay, haya mafanikio yanaweza yakawa ya na... Huyu yani, hilo tabaka ni gonjwa kama linaendelea kupona lakini kuna kuna kuna kuna kuna sumu zinazoendelea kuzalishwa kwa kasi zaidi, huo uponyaji huo utunzaji wa hilo tabaka utakuwa unaponya asilimia hamsini, um, unaharibu asilimia tisini. Kuna uponyaji, ndio ni kweli, lakini je, hali yetu sisi, magari yameongezeka ya kuongezeka viwanda vinaongezeka ndege e, angani zinaongezeka uh, ukataji wa miti unaongezeka, uchomaji wa mkaa unaongezeka. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia sasa, kuna mambo hatarishi hapo ambayo ningependa tuya- tuyaangalie. Kwanza kuna joto ambalo limegundulika la kuongezeka sasa hivi la kupindukia katika sehemu ya kaskazini ya dunia Arctic, ce eh, na mwaka jana elfu mbili ishirini na nne wataalamu wamegundua katika sehemu ya ya tabaka la ozoni blanketi hilo katika uh, sehemu ya kaskazini mwa dunia kuna sehemu ambayo inaonekana imeongezeka, ilo, ilo, ilo, ilo tabaka limekuwa kubwa zaidi. Hivyo hivyo kusini mwa dunia, kusini mwa dunia theluji inayoyuka kwa kasi zaidi zaidi pale Antarctic, na mionzi hiyo ambayo inaitwa ultraviolet rays, imeongezeka na inaleta athari kubwa kidunia za kiafya. Saratani ya ngozi imeongezeka. Tunaona hata watu wenye eh, matatizo ya ya ualbino wame wanazidi kupata matatizo na wanahitaji dawa na creams na mafuta na dawa nyingi zaidi kuliko huko tulikotoka. Kwa hiyo matatizo ya ngozi yanaongezeka kutokana na hii ongezeko la hizo hiyo mionzi ultraviolet. Lakini macho pia, matatizo ya macho kwa vile macho ya kuumbwa yaweze kustahimili ni mionzi hiyo mikali na maji. Lakini la nne, kuna ongezeko la la, la, la pollution uharibifu e, wa mazingira, vumbi jepesi e, pollution ya plastiki zimeongezeka, ndogondogo na kubwa, kemikali zimeongezeka pia duniani.